Hujambo mtazamaji wa Sky TV na karibu katika simulizi inayohusu ziwa kubwa zaidi Afrika kwa maziwa yenye maji ya chumvi. Jina langu mimi ni Mindi Josefu. Miongoni mwa maziwa yanayotisha na binadamu hawawezi kuishi ni ziwa Natron ambalo linajulikana kama moja ya maeneo yasiyofaa ulimwenguni. Ziwa hili ni hatari kwa viumbe hai, ni mfano wa jehanam ndogo inayotoa uhai wa wanyamapori hasa ndege na wadudu wengine. Kwa nini ziwa hili ni hatari? Ni hatari kwa sababu maji yake yana kiasi kikubwa sana cha chumvi. Ziwa Natron ndio ziwa kubwa zaidi Afrika kwa maziwa yenye maji ya chumvi. Ziwa hili lina kina cha chini ya futi kumi tu na ni moja kati ya maziwa maarufu duniani kutokana na uwepo wa chumvi nyingi ndani yake. Muonekano wake huwa na rangi nyekundu au pinki na mda mwingine huwa na rangi ya orenji. Baadhi ya miezi katika ziwa hili huwa kunakuwa na joto kali hadi kufikia nyuzi joto sitini hivyo kupelekea maji kuanza kuchemka, na njia hii ndio inayofanya maji kupungua katika ziwa hilo, kwa sababu maji yanaingia tu, hakuna sehemu yanapotoka nje. Mnyama au ndege anapokunywa maji haya kwa wingi au kuingia ndani yake huzurika na kufa kabisa na hubaki ameganda kama sanamu. Ziwa hili linapatikana nchini Tanzania, upande wa kaskazini mkoani Arusha. Ziwa Natroni la kaskazini mwa Tanzania linaonekana kama ziwa la moto. Viwango vya juu vya natroni hufanya maji yake kuchubua ngozi ya binadamu na macho. Kutokana na Ziwa Natroni kuwa na maji ya chumvi nyingi, imepelekea kuwa si makazi sahihi ya wanyama hatari wa majini kama mamba na nyoka. Sababu kuu ya ziwa hili kuwa na ndege wengi sana aina ya flamingo ni kwa sababu katika ziwa hili kunapatikana bakteria wengi wanaozaliana, na hii ni kutokana na ziwa hilo kuwa na chumvi nyingi, hivyo kuwafanya flamingo kupata chakula kingi cha bakteria hapo, pamoja na wadudu wengine wanaokufa kutokana na chumvi nyingi. Una mtazamo gani kuhusu simulizi hii? Andika ujumbe wako katika sehemu ya komenti. Jina langu ni Mendi Josefu.